Naam, mtazamaji, hii ni TRC Reli TV. Mimi naitwa Beni Mwanantala. Hivi unakikumbuka chuo cha Reli Tabora eh? Ndiyo, hiki hapo unachokiona. Basi chuo hiki mtazamaji, kimekuwa kikiwafundisha vijana masuala mbalimbali mbali kuhusiana na masuala ya reli, na hivi karibuni mtazamaji, tumeshuhudia pia vijana wengi wakihitimu katika chuo hicho na baadaye kuja kulitumikia taifa hasa katika upande huu wa reli. Sasa viti hivi unavyoviona mtazamaji ni viti ambavyo vinakwenda kuwapokea watumishi wapatao sitini na nane kutoka chuo cha reli Tabora ambao wanakuja kuhudumu ndani ya shirika la reli Tanzania, TRC. Hafla hii imefanyika katika ukumbi wa City Gardeni hapa jijini Dar es Salaam na tukio hili limehudhuriwa na kaimu mkurugenzi mkuu wa TRC mhandisi Tito Mateshi, ambaye amemwakilisha mkurugenzi mkuu wa TRC mhandisi Machibia Shiwa. Katika sehemu ya hotuba yake, e, meneja wa rasilimali watu kutoka TRC ndugu Mbeyoma ametoa nasaha zake kwa vijana hawa. Hebu msikilize akizungumza nao. Mtazamaji, tulikuwa tunahitimisha mafunzo elekezi kwa watumishi waajiliwa wapya, jumla yao wako 68 wa kada tatu. Hizi zote ni kada za operations, kwa maana tuna wakaguzi wa tiketi, lakini pia tulikuwa tuna watumishi wasimamizi wa stations au tume kileri tunaoita station masters tunawita, lakini pia tulikuwa tuna watumishi wa kada ya artisans, lakini artisans upande wa pointsmen kwa lugha za kileri. Sasa ni utaratibu wa kawaida kwamba watumishi wanapoajiliwa kwa mara ya kwanza kabla wajaanza kutekeleza majukumu yao, utaratibu wa shirika lakini pia wa serikali na utumishi wa umma kwa ujumla unataka watumishi yao wapewe kwanza mafunzo elekezi. Mafunzo yale yamelenga kuwafafanulia na kuwaeleza miiko na misingi ya utumishi wa umma, taratibu za kazi, sheria na kanuni mbalimbali mbali, ambazo zitakuwa zinawaongoza katika kutekeleza majukumu yao. Kama ulivyoona, mkurugenzi mkuu alikuja kuhitimisha mafunzo hayo. Ametoa nasaha zake kwa hao vijana waajiriwa wapya ambao wote wamezalishwa na chuo chetu cha reli TITECH, ambacho kipo Tabora. Kwa hiyo hawa ni wana reli na wamejifunza mahususi kuja kuitumikia reli. Amewahasa kwamba wanapokwenda katika maeneo yao ya kazi wajitahidi kuwa waadilifu, lakini pia wafanye kazi kwa bidii na wahudumie wateja wetu ambao ni Watanzania wenzao kwa uadilifu, akirejea maelekezo ya Waziri Mkuu mpya jana, mheshimiwa Daktari Mwiguru Nchemba ambaye alielekeza kwamba watumishi wa umma tuwahudumie wananchi kwa unyenyekevu, kwa maana ndio tunaowatumikia. Na mtazamaji, baadaye vijana hawa wakala kiapo cha uadilifu, kiapo cha utumishi wa umma kama ambavyo unashuhudia hapa <tutu> Tumepata fursa ya kuzungumza na angalau vijana wawili watuambie namna ambavyo e, watakuja kufanya kazi e, kwa kujituma ndani ya shirika la reli. Wamejipangaje? Tunashukuru sana kwa mafunzo ambayo tumeyapata kwenye utumishi wa umma e, tutatekeleza yote ambayo tumeyapata katika semina yetu hii ya utumishi. Imetufundisha vitu vingi sana ambavyo tunaenda kuongezea na vile tulivyopata darasani, na hakikisha na naamini tutafanya mambo makubwa sana katika shirika la reli. Tunashukuru pia kupata mafunzo haya, kwani yameenda kuwa kioo kwetu na tumeweza kujifunza vitu vingi ambavyo tumejifunza pia tukiwa maeneo ya chuo. Naam mtazamaji, hili ndilo jeshi jipya ndani ya shirika la reli Tanzania, TRC. Tunapozungumzia kuongezeka kwa ufanisi ni pamoja na ujio wa nguvu kazi ya vijana ambao bado damu inachemka. Sisi wanareli tunasema hivi: TRC, reli yetu Maendeleo yetu, taifa letu, kazi na utu, mbele. Mbele, na utu tunasonga mbele. Mimi naitwa Beni Mwanantala.